Mambo vipi? Ah, leo kuna baridi sana ise, yaani iko saba hivi, kwa hiyo ni hatari kweli kweli, lakini kama nilivyoahidi, ninaanza kutoa series ya mbinu za maendeleo ya bara la Afrika. Yaani kuna mambo ambayo tukiyafanya kama bara yataendelea. Uh, na mimi bahati nzuri niko Ulaya, kwa hivyo kuna vitu najifunza kwa wengine, natamani pia nishee na mataifa ya Afrika yavifanyie kazi ili tupate maendeleo ah, cha kwanza kabisa ambacho naanza nacho takuwa natoa series, lakini cha kwanza, Afrika lazima ijifunze kulinda vipanga wake, tunasema wale watu wenye akili timamu na kuwatumia. Mimi naamini serikali za Afrika zikifanya kazi pamoja na watu wenye akili, wasomi eh, wakasikiliza mawazo yao na kuyachukua na kuyafanyia kazi bila kutengeneza migogoro na ugomvi watapata kitu kizuri sana. Nimeona huku wanawekeza sana kwenye utafiti, wanawekeza sana kwenye wasomi, wanawekeza sana kwa vijana, wanawekeza sana kwenye ubunifu, huwa wanasikiliza mawazo yao, wanayachukua. Kwa hivyo serikali za Afrika lazima lizijue hili kwamba hawa vijana ni wasomi, hawa vijana wana akili, hawa vijana wana mawazo, wayatumie kufanya kazi ya kwa mfano wale wanafunzi wanaofanya vizuri sana vyuoni wasikose nafasi za ufadhili wa masomo kwa maana ya scholarship, wapewe nafasi waende, wasome, warudi wasaidie taifa. Sasa kijana kama huyu ambaye anafanya vizuri, anakosa scholarship, halafu Marekani inampa scholarship, wanamwambia we believe in you, we trust you, we appreciate you, tunakuamini nje usomi, akisoma akafanikiwa, anaanza kuwekeza huko, anafanya kazi na Wamarekani, sio waafrika wenzake tena, ama sio mataifa ya Afrika. Kwa hivyo lazima mataifa yajue kwamba ni wakati wa kujifungua kifikra na kuamini kwenye wasomi na kufanya nao kazi pamoja. Kwa kumalizia, watu wenye akili kwa maana ya vipanga wa Afrika ni washirika wa karibu sana wa serikali zao, sio wagomvi wa serikali zao. Mimi ni Jackson Mwanuzi CYP mwana majumui mambo leo. Hadi wakati mwingine. Bye.